Kwamba hapa mikakati yetu ni kuleta maendeleo, huduma za jamii za kiuchumi na maendeleo yote, tutaimarisha kadri itakavyoruhusu, na hatutojuta. Inshallah, miaka mitano hii tutaona maendeleo makubwa. Tutakapoingia madarakani tu, hilo tunaenda kulimaliza, kwa sababu ni suala la muda mrefu na hatutaki tena niwepo. Kwa hiyo hilo la kwanza tunaenda kufunta. Hicho ndio kipaumbele chetu cha kwanza kwa sababu yetu ya kote kutokuwa na uzio. Lakini jengine, nafahamu kina mama wa vyambo hivi wanalima sana mwani. Tunaenda kununua usafiri wa kina mama kuwapakiza kwenda kwani kulima mwani. Hilo nalo halina shaka, msiwe na wasiwasi, sio kubwa kwetu. Lakini jengine, nafahamu kina mama wana vikundi vya jeka kuwawezesha na sio kuwawezesha kimchezo mchezo, mchezo. Kuwawezesha haswa ili wainuke pale walipo na wapige step nyingine. CCM oyee! CCM oyee! Nani kama sisi? CCM <tune>